Tukielekea huko nchini Marekani tunafahamishwa kwamba rais wa nchi hiyo, Donald Trump, ameutaja uchaguzi wa papa wa kwanza wa Marekani Robert Francis Prevost, ambaye atajulikana kwa jina la Papa Leo wa 14, kuwa ni heshima kubwa kwa nchi hiyo na kusema anatarajia kukutana naye. Trump ni miongoni mwa viongozi wengi wa kisiasa wa Marekani wanaopongeza uteuzi wa kihistoria wa mzaliwa huyo wa Chicago mwenye umri wa miaka 69 kuongoza kanisa Katoliki. Kuwa na papa kutoka Amerika ni heshima kubwa, Trump alisema, baadaye alipoulizwa kuguswa na habari hiyo. Again, to have the Pope, uh, from the United States of America, that's a great honor. That's a great honor. Papa Leo alizaliwa huko Chicago na alihudhuria chuo kikuu nje ya Filadelfia kabla ya kuwa na mishonari huko Peru mwenzake Trump wa chama cha Republican, spika wa bunge Mike Johnson pia alimpongeza papa mpya na kuandika kwenye mitandao ya kijamii, Mungu abariki upapa wa kwanza wa Marekani katika siku hizi za kihistoria. Katibu wa jimbo Marco Rubio, mkatoliki pia, alitoa pongezi zake, huu ni wakati wa umuhimu mkubwa kwa kanisa Katoliki linalotoa matumaini mapya na mwendelezo kati ya mwaka wa jubilei 2025 kwa waumini zaidi ya bilioni ulimwenguni, Rubio alisema na kuongeza kuwa Marekani inatarajia kuimarisha uhusiano wetu wa kudumu na Holisi na papa wa kwanza wa Marekani, amesema Rubio, mwisho wa kumnukuu. Marekani ina idadi kubwa ya waumini wa Katoliki ikiwa ni ya nne ulimwenguni. Makamu wa rais JD Vance mkatoliki mwenyewe alisifu kuchaguliwa kwa papa Nina hakika mamilioni ya Wakatoliki wa, wa Marekani na Wakristo wengine watasali kwa ajili ya kazi yake yenye mafanikio katika kuongoza kanisa, Vance aliandika katika ukurasa wake wa X. Marais wa zamani Barack Hussein Obama na Joe Biden pia walitoa pongezi zao. Habemus Papam. Mungu ambariki Papa Leo wa 14 wa Illinois, Biden aliandika kwenye mtandao wa kijamii.